Alhamdulillah, kama mtu ana maji, unaweza kufanya tayamum. Tayamum maana unatumia mchanga badala ya wudhu, unafanya mchanga, unapiga hivi, unapiga uso alafu unapaka haba mara moja, wote mkono na uso, au kila moja moja? Nimekuja hadithi aina mbili. Inaruhusiwa kama maji ipo na utumie tayamum kwa sharti kama hii, maji na kudhuru, mfano iko baridi sana na kama maji kuhita hamna ya kuchemsha maji au nini au moto, kama utaoga itakudhuru. Kuna nini, iko hadithi wa sahaba, siku moja amesafiri katika safari, mtu mmoja kalala, kaota kabata janaba, mijafuka kabata janaba, lazima oge yiku, ikuwa baridi kali sana.

maji hamna eti aoge kwa mchanga, hiyo sio sahihi. Lakini kwa hadhi nyingine sahabi moja safari amejumia hapa kichwa mta jaraha kichwa na wami jamaa lazima okay. oge nikapata janaba kaoga kafa. Mtume sallam kakasirika kasema, haa, Mungu amlipie, amemuua wao huyu ndugu yao. kwa nini hajaulizwa? dawa ya, ya mtu hajui kuuliza, ujui ukituuliza mtu aaau a maio dharura imemzuia asitumia maji, inafaa kisharia au maji niko chache kutumia kunywa tu, uoga unamalizia una, una maji maji hatari hakuna maji atayammam. Naam.